Kata Peramiho, mwenyekiti wa kijiji cha Lundusi, na kushukuru sana mwenyekiti kwa maono yako, inawezekana umenitabiria mema, Mwenyezi Mungu akubariki. Viongozi wa dini, wazee wa kijiji cha Lundusi, wageni walipo, wenzangu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kazi na utu, kazi na utu. Ndugu zangu, wakati mwenyekiti wa CCM wa mkoa amepata fursa ya kupanda kwenye jukwaa hili, nilimwona akionyesha upole na hofu ya Mwenyezi Mungu. Inaomba niwatoe hofu wajumbe kwamba upole huu utaendelea kufanya kazi hata wakati wa uteuzi, nikiamini hivyo, na hivyo unayo matumaini makubwa kwa dada yetu ndugu yetu aliyekuwa mbunge wetu Jenista Mhagama, atapata hofu hiyo hiyo ya Mwenyezi Mungu kwa mwenyekiti wa chama. Ndugu wananchi, awali ya yote, nichukue fursa hii kuungana na walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na afya ambayo imetuwezesha kukutana muda huu kwa ajili ya kushuhudia tukio hili muhimu na adhimu la uzinduzi wa stendi yetu. Lakini niendelee kumshukuru kwa dhati kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri anazozifanya kwenye taifa letu, sisi mkoa wa Ruvuma tukiwa ni wanufaika wakubwa wa kazi hizo. Aidha, nashukuru sana viongozi wa dini kwa dua na sala za utangulizi kabla ya kwenda kuhitimisha shughuli hii. Lakini kwa kipekee ni washukuru pia vikundi vya sanaa na utamaduni. Wakati wote tukisubiri kuja kufanya tukio hili, vimeendelea kutuburudisha na vitaendelea kuburudisha hata baada ya hafla hii kukamilika. Lakini nimefarijika sana, kuna kikundi kinaitwa Mkwaju Ngoma, kikundi kilicho sheheni vijana wa zamani. Vijana hao wameonyesha umahiri mkubwa katika kucheza na kutuonyesha kwamba wakati wa ujana wao walikuwa ni moto wa kuotea mbali. Hongereni sana kikundi tunakago. Aidha, ni washukuru pia wale wote walio fikiwa na maono ya Mwenyezi Mungu wakaona wanialike kuja kuwa mgeni rasmi kwenye mradi huu. Nimefarijika kuona wakati stendi hii inaendelea kufanya kazi, jina langu litabaki kwenye kibao kile, na hata kama nitaondoka, ni imani yangu kibao kile kitaendelea kudumu kikieleza kazi kubwa tulizofanya kwa pamoja katika uzinduzi wa stendi. Nawashukuru sana, asanteni sana ndugu wananchi. Mapambano dhidi ya umaskini katika nchi yetu yameanza toka baada ya uhuru takriban miaka 65 na hadi sasa bado tunaendelea kupambana, na utekelezaji wa shughuli za TASAF ni moja ya nyenzo ya kupambana au masikini. Endelee kuwapongeza sana serikali, lakini tasafu kwa kuyaishi maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, katika awamu hii ya kipindi cha pili cha utekelezaji wa mradi huu wa tasafu imejikita sana katika masuala ya kuwezesha kaya kutumia fursa za kukuza uchumi na kuongeza kipato kwa kaya za walengwa pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali za afya, elimu, maji safi na salama, pamoja na miundombinu mbalimbali mbali ya kukuza uchumi ngazi ya jamii, ambapo leo hii inajidhihirisha wazi kuwa mradi huo, ujenzi wa stendi mpya ya mabasi pamoja na maduka ya biashara, miundombinu ambayo itasaidia kukuza uchumi wa kaya pamoja na jamii kwa ujumla. Nimetembelea mradi nimejionea ujenzi uliofanyika na nimeridhika kwa kiwango cha kutosha, kwamba mradi huu unaweza sasa kutumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa wananchi, leo mkoa wetu wilaya yetu na halmashauri yetu tunaenda kuweka historia nyingine mpya ya kuwa na stendi mpya na ya kisasa. Nichukue nafasi hii pia kuipongeza serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi makini na mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea au kuendeleza dhamira ya nchi yetu ya kupunguza umaskini na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za jamii ambazo ni pamoja elimu, afya, maji, kwa kushirikiana na jamii ikiwa ni dhana ya kujitegemea. Ndugu wananchi, mafanikio wa haya ni ya umuhimu kwetu na hatuna budi kuyalinda. Nitoe rai kwa viongozi na wananchi wote mliopo hapa kuwa mnalo jukumu kubwa katika kuhakikisha tunalinda na kuitunza miundombinu ya stendi hii iweze kuwa na tija kwa wananchi pamoja na halmashauri kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeondoa kero safiri na kukosekana sehemu bora ya kupaki magari na sehemu ya kufanyia biashara ndogo ndogo. Hii hatimaye itaongeza kipato cha kaya na jamii kwa ujumla, na hapa ni kuelekeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi, muone umuhimu wa kuchimba kisima hapa kuongeza patikanaji wa maji kwa sababu watu watakaokuwa hapa watakuwa kwa idadi kubwa, lazima tuwe na huduma ya uhakika ya upatikanaji wa maji. Ndugu wananchi, mafanikio haya ya maendeleo yanatokana na upendo wetu wa kiongozi wetu Mheshimiwa Rais alionao kwetu wananchi. Hivyo nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu kwa kutuwezesha kupata stendi hii ya kisasa hapa Lundusi, pamoja na miradi mingi katika halmashauri ya wilaya ya Songea. Nitumie pia fursa hii kuwaomba wananchi, wakati tunaenda kwenye sanduku la kupiga kura kuwapata waheshimiwa madiwani kuwapata wabunge na kumpata rais.